E, mchezo umetamatika Tanzania dhidi ya Morocco tumepoteza. e, neno lako kama afisa habari ama msemaji wa Tanzania mwesa amie kwanza, kikubwa awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu mchezo umesha salama na hatuna injali yoyote, na pongezi za zati ziende kwa mashabiki kwa, kwa, yote kwa mashabiki yote e, wa Taifa Stars ambao leo tumejitokeza kwa wingi katika viwanja vya Mwembe Yanga, tumeangalia mechi pamoja. Na vile vile pongeza zati ziende kwa mkuu wa wilaya, ambaye aliyotupa fursa hii, amesapoti vikali katika kuiwezesha Tanzania sports influencers katika kufanya nini, kuionyesha hii mechi hapa live kwa Tanzania. Kimwili tulikuwa tuko Tanzania, lakini kiroho tuko wapi? Tulikuwa tuko Moroko. Mpira ni mchezo wa wazi, hakuna li ambaye hajashuhudia kitu kilichofanya nini, kilicho kilichotokea kilicho pale mimi tangu mchana nilivyoona refari sawa, amepangwa yule jamaa na ile mikakati waliokuwa wameiweka. Moroko wao ndo walianza kumlalamikia yule refari. Nilikuwa nawaambia wenzangu hizi ni techniques ambazo Moroko rafani wanazitumia, lakini wanajua huyu mwamuzi atakuwa na advantage kwao. Hakuna aliyeshindwa kuona kwa macho yake yote mawili leo kwamba Tanzania leo tumefanyiwa kitu cha ajabu mbele ya rais wa FIFA na mbele ya rais wa nini wa Afrika. Yani ilikuwa inaonekana kabisa kwamba walikuwa wanaogopa leo kwamba mwenyeji akitolewa kwenye mashindano basi mashindano yataenda kufanya nini? Yataenda kupooza. Lakini kikubwa pongezi za dhati ziende kwa mwalimu wetu na benchi yetu la ufundi Miguel Gamondi, ambaye ni mwalimu mwenye udhubutu mkubwa wa kuweza kuipanga timu vizuri na kuwa na mikakati thabiti na kuwa na mifumo sahihi katika kukabiliana na wachezaji wakubwa. Maanake unapozungumzia Moroko unalizungumzia taifa ambalo juzi kati tu msimu wa ishirini ishirini na mbili imeenda kuvunja rekodi ya timu za Afrika ambazo imefika nini, nimefika katika hatua nusu fainali katika kombe la nini, la dunia na kwenda kugombania mshindi wa tatu, alicheza na Kroatia. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapongeza tu wachezaji wetu na kuwapongeza vyva benchi watu la wa ufundi na kujipongeza sisi wenyewe wa Tanzania, na ndio maana wameona sherehe zinazidi kufana nini, kuendelea. wachezaji wetu leo wametimiza vitu vitatu vya mpira, yaani commitment space pamoja na nini na time swala la muda, wachezaji wetu walikuwa wako makini, walikuwa na matumizi sahihi ya muda, walikuwa wanajua muda gani wa kabe, muda gani wachezee mpira na muda gani wapate kufanya nini, kushambulia. Ukija katika swala, wachezaji wamemwaga jasho, wamelitumikia taifa lao, wameipambania bendera nini, bendera ya taifa. Kilichokosekana kabisa ni swala la matumizi ya nafasi. Tumepata nafasi mbili, nafasi ya kwanza imetengenezwa na mwalimu Simon Msuva kwa bahati mbaya amefanya amekosa ile nafasi. Nafasi ya pili ameitengeneza tena mwalimu amekuja amefanya nini, ameikosa Fesal Salum mtoto Toto Sufi, lakini ni bahati mbaya. Mpira ni mchezo wa makosa, huwezi ukaadhibiwa kabla hujafanya nini na hujafanya makosa. Kwa namna ambavyo amecheza, ni wazi kama shabiki umeridhika asilimia mia. Ukimwona mtu hajaridhika huyo, atakuwa akili zake haziko sawa, atakuwa hana afya ya akili, kwa sababu watu wote tumeona kilichokuwa kinatokea. Ile nafasi ya mwisho ambayo alipata Edinaldo ile ilikuwa ni penalti dhahiri shairi, lakini mwamuzi amegoma kwenda kwenye nini, kwenye VAR. hata ukiangalia makosa mengine, Morocco amepewa kadi ya njano moja tu pamoja na faulu zao zote za hatari walizokuwa wanacheza, lakini kadi ya njano imetoka moja. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mbinu rasmi katika kuwatoa wachezaji wa nini, wa Tanzania. Pongezi za zati ziende kwa safu yetu ya ulinzi ya nyuma ambayo ni Baka Shabalala pamoja na Mnoga pamoja na Shomari Kapombe pamoja na Ibrahim Baka na Captain Nondo Mwamnyeto. Yani sidhani kama mwamnyeto anaweza akarudi tena Tanzania. Yaani amekuwa na hali ya utulivu mkubwa, mpaka pamoja amepewa kadi dakika za mwanzoni, lakini bado alikuwa na bemu, alikuwa na tabia na na, na, na hali nzuri ya kupambanaji na kucheza kwa nini, kwa tahadhari. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapongeza tu saa wachezaji wetu na tunajiandaa katika kwenda kuwapokea ya poti, tunaisikilizia ratiba na wale mashabiki wote wa Tanzania inatakiwa twende tukawavishe mataji ya maua cajwetu pamoja la la na benchi nini na benchi la ufundi. Unajua, yule jamaa yule mtoto alikuwa anacheza Real Madrid ana akili nyingi, yani ule mpira Masalanga alikuwa anajua ule mpira, labda yule anaweza akatoa nini akatoa vipas au anaweza akapiga cross lakini akaitandika pale pale. Kwa hiyo Masalanga akawa amepotea kama hatua moja hivi, lakini kama angekuwa na uzoefu mkubwa, ina maana alikuwa anaenda kukava nini, kukava post. Ule mpira usingeweza kufanya nini, kuingia, ungemgonga. Lakini kikubwa, yote kwa yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wamepambana, wameipambania nchi. Asante sana.